Shalomu, shalomu mpendwa katika Kristo Yesu, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa neema ya Bwana na kwa kibali cha Bwana Yesu Kristo, leo tutajifunza kuhusu somo linalosema kuja kwa Bwana Yesu Kristo, na tutaelewa ishara za kuja kwa Yesu Kristo na siku za mwisho. Kuna siku za mwisho na kuna kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Na je Tunaposikia neno siku za mwisho, maana yake ni kwamba ni siku za dunia, siku za mwisho za ulimwengu huu tulio ndani tunaoishi, ndiyo siku za mwisho ambayo, ambayo, ambayo, ambayo, siku za mwisho ambayo Yesu Kristo mwana wa Mungu atotokea mawinguni na kila jicho litamwona na wote watamboleza kwa kuwa watawona utukufu wa Bwana na wa mwana kondoo ambaye ni Mungu. Watamwona Yesu Kristo akija mawinguni, nawo watalia na kusaga meno, kwa kuwa Yesu Kristo atarudi mara ya pili kuja, kule kuja kuhukumu na kuangamiza na kuangamiza yule adui shetani na kumweka cheni, kwa kuwa Yesu Kristo anarudi na tutayelewa pia maana Tutasoma yes katika kitabu chake cha Timotheo wa pili sura yake ya tatu, mstari wa kwanza. Maandiko matakatifu yanena kwamba kumbuka kwamba katika siku za mwisho kutakuwa na nyakati za taabu. Watu watakuwa na ubinafsi binafsi, wenye tamaa ya fedha, wenye majivuno, wenye kujiona wenye kumtukana Mungu, wasiowatii wazazi wao, wasio na shukra na waovu. Watatokea watu wasio na upendo moyoni, wasio na huruma, wachongezi, walafi na wakali, watachukia chochote kilicho chema. Watakuwa wahaini, wakaidi, waliojaa kiburi, watapenda anasta kuliko kumpenda Mungu. Je, wataonekana, wataonekana kama watu wenye kumcha Mungu, lakini wataikana nguvu yake. Jiepushe kabisa na watu wa namna hiyo. Shalom. Kitabu chake cha Timotheo wa pili sura yake ya kia tatu kinaeleza kuhusu mafumbo ya siku za mwisho. Siku za mwisho zilianzia hapo hapo ambapo Bwana Yesu Kristo alipoisulubiwa msalabani. Kanisa hilo la kwanza la Pentekoste ambalo lilipokea Roho Mtakatifu mara ya kwanza ambayo Roho Mtakatifu aliwashukia, kwa kuwa ilikuwa ni ahadi na unabii wa Bwana Yesu Kristo kwamba Roho mtaka wa Mtakatifu atawashukieni, nanyi mtapewa nguvu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika mji wote wa Yerusalemu na nchi zote za Yudea na mahali pote duniani. Roho Mtakatifu ni ishara ya nguvu ya na ya nguvu ndani mwetu. Roho Mtakatifu ni msaidizi na kiongozi, na ndiyo maana aliwashukia mitume na kanisa la kwanza la Pentakoste. Na kuanzia mahali hapo ambapo Yesu alikufa, hapo ndipo ambapo siku za mwisho zilianzia. Maana mitume waliandika kwamba siku za mwisho zimefika, tunaishi katika siku za mwisho na tunaangalia katika kitabu cha Timoteo, kwamba Paulo anaandika kwa Timoteo kwamba ajazari na watu hawa ambao watakuja katika siku za mwisho na wamekwisha fika. Na nani, nani, nani hao watu ambao watakuwa na ubinafsi, wenye tamaa ya fedha, wasiowaliwa, wenye na wenye majivuno mengi. Na katika muda tulio nao huu na katika kizazi hiki tulicho ndani na, isa, na ishara hizi zote zimetimia. Watu wengi wamemkataa Mungu na wamekataa njia ya utakatifu na wamekuwa wenye ubinafsi, wamekuwa wenye tamaa ya fedha, na wanatafuta katika kazi ya Mungu, wanatafuta fedha kuliko kumtafuta Mungu wamekuwa chungaji wengi uongo manabii wengi na mitumi wengi ambao haona nia ya kumtumikia Mungu bali nia ya kutafuta fedha. Watu hawa watumwisha waona katika kipindi hiki chetu, na ina ni ishara ya kwamba siku za mwisho. Tunaishi katika siku hizo za mwisho tangia kanisa la Pentecost mpaka tulipaka siku tulizo ndani mpaka mwaka huu tulio ndani kunapita zaidi ya miaka elfu mbili hizi ni siku za mwisho, na ishara zote zimetimia, kwa kuwa Bwana Yesu Kristo alisema katika kitabu chake cha Mathayo sura yake ya ishirini na nne mstari wake wa nne maandika nasema, Yesu akawajibu jazarini jazari, msije mkadanganye na mtu, maana wengi watatokea wakisema kila mmoja kwamba yeye ndiye Kristo Nao watapotosha watu wengi. Mtasikia juu ya vita na fununu za vita, lakini msifadhaike, maana hayo hayana budi kutokea, lakini mwisho wenyewe ungali bado. Taifa moja litapigana na taifa lingine, ufalme mmoja utapigana na ufalme mwingine, hapo hapa napale, na pale patakuwa na njaa na mitetemeko ya ardhi. Yote hayo ni kama mwanzo wa maumivu ya kujifungua mtoto. Kisha watawatoeni ili mteswe na kuuawa. Mataifa yote atawachukieni kwa sababu ya jina langu. Tena wengi watayacha imani yao, watasalitiana na kuchukiana. Watatokea manabii wengi wa uongo watakaopotosha watu wangu, watu wengi. Kwa sababu ya ongezeko la uhalifu, upendo wa watu wengi utafifia, lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa. Ila kabla ya mwisho huo, kabla ya mwisho kufika hii habari njema ya ufalme wa Mungu itahubiriwa ulimwenguni kote kama ushuhuda wa mataifa yote. Shalom. Katika kitabu cha Mathayo 24, Yesu anatafsiri na anatoa unabii wa siku za mwisho. Anasema kwamba katika siku za mwisho kutakuwa fununu, kutakuwa vita, kutakuwa matetemeko ya ardhi, na taifa litapigana taifa lingine, na kutakuwa manabii wa uwongo na kutakuja watu wengi watakao kuja, watakao sema wao ni Kristo. Na tukiangalia katika kizazi tulicho ndani muda huu unabii huo wote umesha fi, umesha temia. Unabii wote ambao Yesu alitabiri kuhusu siku za mwisho tumesha uona. Kumetokea manabii ambao ni wa uongo na wanapotosha, wanapotosha watu na wanaangamiza watu, watu wanaangamia kukosa maarifa. Kumetokea watu wengi ni wanaojiita ni, ni Kristo watu wengi wanaojiita hao ndio, wao ndio Kristo ambao ni, ni, ni Mungu, lakini Yesu alishawatabiri kwamba imewapasa kutokea imewapasa kuja, maana wao ni wa Kristo wa uongo. Watu wengi wamejitokeza na kusema wao ndiyo Mungu wao ndio Kristo, lakini wao ni wa uongo kizazi tulicho ndani, watu wengi wamejitokeza wame, wa, wa, wa, wame wanaangamiza wa, wa, wanaangamiza kanisa la Bwana, wanaangamiza watu, kwa sababu ni manabii wa uongo, manabii manabii wa uongo. Tumeshawaona vita, tumeshaviona taifa kwa taifa, vyote vimeshakamilika, mambo yote yameshakamilika. Unabii ambao Yesu alitabiri kuhusu siku za mwisho kabla ya kuja kwake umetimia na maandiko yanasema, anasema kwamba kabla ya mwisho huo habari njema ya ufalme wa mbinguni itahubiriwa ulimwenguni kote. Na habari hii njema inaohubiriwa ni hii sasa, inayohubiriwa katika muda tulio nao. Injili inahubiriwa mahali pote, wainjilisti wanahubiri mitaani na kuleta injili ya Bwana. Injili inahubiriwa kila mahali, mitandao na mahali pote, kwa kuwa ni ushuhuda wa kila mmoja, kwa kuwa siku ya Bwana inakuja, ishara zote zimeshakamilika. Ishara ya kuja kwa mwana wa Mungu ni ishara hii ya kwamba ishara zote zimekamilika, na imetupasa sisi kuwa tayari. Wale watu wanaosema kwamba Yesu utangia mwanzo utangia mwanzo wa watu, wanabii na mitume wamesema, siku inakuja, Yesu anarudi, lakini hajaja lakini nakuambia mpendwa katika Kristo Yesu na nisikilize. Siku ya Bwana inakuja na ishara zote zimekamilika. Kini maandiko nasema kuhusu kuja kwa Bwana? Mathayo 24 mstari wa 36 mpaka 44. Maandiko matakatifu ya Bwana yanenena. Lakini juu ya siku au saa hiyo hakuna mtu ajuaye itakuja lini. Kama ilivyo kuwa nyakati za Noa, ndivyo takavyo kuwa kuja kwake mwana wa mtu. Maana nyakati hizo, kabla ya gharika kuu, watu walikuwa wali, wali wakile na kunywa wakioha na kuolewa, mpaka Noa alipoingia ndani ya ile safina. Hawakujua kuna nini mpaka ile gharika ilipotokea ikawakumba wote. Ndivyo takavyo kuwa wakati mwana wa mtu atakapokuja. Wakati huo watu wawili watakuwa shambani, mmoja atachukuliwa na mwengine ataachwa Kinamama wawili watakuwa wanasaga nafaka, mmoja atachukuliwa na mwingine ataachwa. Basi kesheni, kwa maana mjui siku utakayokuja Bwana atakayokuja Bwana wenu we. Lakini kumbukeni jambo hili, kama mwenye nyumba angejua siku mwizi atakapofika, angekesha wala angeacha nyumba yake ivunjwe. Kwa hiyo nyinyi pia mwe tayari, kwa maana mwana wa mtu anatakuja saha ni Shalom, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Yesu anatuambia muda atakao kuja, lakini anasema kwamba hakuna ajuaye siku wala saa atakayo kuja mwana wa Mungu. Haleluya, wala mimi wala wewe haujui siku ambayo mwana wa Mungu atakuja, lakini Yesu anasema kwamba kama ilivyokuwa nyakati za Noa, ndivyo itakavyokuwa nyakati ya kuja kwa mwana wa Mungu. Yesu anaongelea unyakuo katika, katika mstari huu anaongelea kwamba kama vile ilivyokuwa katika siku za Noa, hiyo gharika ilivyokuja ikawakumba hao wote wasio ambao walikuwa hawamchi Mungu, wale wote ambao wasio mche Mungu, wale wapagani wote gharika iliwaangamiza, ili, ili na moto ikawateketeza, lakini Mungu alimwokoa ali, ali, ali Noa, ali, ali, Mungu alimwokoa alimwokoa Noa kutoka katika hiyo gharika, kwa sababu Noa alikuwa ni mwadilifu, Noa alikuwa ni mwaminifu kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu akamwokoa akamtoa katika ile jaribu la wapagani, akamtoa katika hiyo gharika ingeliwajia wote wasiomcha Mungu. Na ndivyo itakavyokuwa katika unyakuo. Yesu Kristo anakuja kunyakua kanisa lake takatifu, na ni wengi hawajakuwa tayari. Inawezekana uko mmojawapo ambayo haujakuwa tayari, haujatubu dhambi zako, haujamwamini Yesu Kristo, haujaokoka. Imekupasa sasa, ni saa ya kuokoka, kwa maana leo, kesho Yesu anarudi kunyakuwa kanisa lake. Yesu anakuja kunyakuwa watakatifu, kama vile alivyomuokoa Noa na familia yake kutoka katika hiyo gharika kuu. Nasema kwamba wawili watakuwa wanasaga, wawili watakuwa wanalala, lakini mmoja atanyakuliwa na mwingine atanyakuliwa. Mmoja mmoja atanyakuliwa, atanya na mwingine ataachwa. Maana yake ni unyakuo. Yesu Kristo anakuja upesi sana, unyakuo huu karibu, na Bwana anakuja kunyakuwa kanisa lake. Na je utakuwa tayari? Bwana anasema katika Ufunuo kwamba kesheni, maana hamjui siku wala saa atakayekuja mwana. Anasema kwamba fueni fueni mavazi yenu ili mpate kibali cha kuingia katika bustani ya Mungu. Imekupasa, imetupasa kuwa watakatifu na wakamilifu, maana imeandikwa kwamba kuweni wakamilifu kama vile Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Imetupasa kuwa watakatifu na kumfanana Mungu na kuwa tayari kwa unyakuo. Unyakuo huko upesi. Unyakuo unakuja. Unyakuo ni, ni leo wala kesho, na Yesu anakuja kunyakuo walio wake na hawa ambao hawata nyakuo leo, ambao wataukosa unyakuo pasa kuteseka na kutaabika kwa dhambi zao, lakini Yesu anasema kwamba mbao watakaopata ufufuo wa kwanza heri yao, ambao watakaopata unyakuo maana hakuna waovu ambao watakao muona Bwana bali wale ambao watamuona Bwana ni watakatifu. Kwa hiyo wale ambao unatenda dhambi, ndugu, ambao wanafanya uovu na unatenda dhambi, imekupasa kutubu dhambi zako na kuwa tayari kwa kuja kwa Bwana Yesu. Maana Yesu Kristo anarudi upesi sana, na kuja kama mwizi, na hata hutaijua siku atakayokujia, lakini nakwambia ishara za kuja kwa mwana wa Mungu zimekamilika leo, kesho wala wala kesho yake anarudi kuja kunyakuwa kanisa lake, na baadaye atakuja katika mawingu na kila jicho litamwona na atahukumu kila mmoja kadiri ya matendo yake. Yesu Kristo anarudi upesi kuja kunyakuwa watakatifu. Yesu Kristo yuko mlangoni na anasema kesha, na uwe mtakatifu na uwe tayari tubu na ujazo na roho mtakatifu na kuongozwa naye hakikisha kwamba umejazwa na roho mtakatifu hakikisha kwamba umpokee roho mtakatifu hakikisha kwamba unaishi katika maisha matakatifu kwa kuwa Yesu anasema katika ufunuo ishirini na mbili naja upesi shika sana ulicho nacho angalia asema Yesu naja kuinanja kumhukumu kila mmoja kadiri ya matendo yake Yesu Kristo narudi upesi Yesu Kristo narudi upesi. Haleluya.